Habari Payunia. Karibu tena kwenye chaneli yako pendwa ya OfficialKhudhey Pi Updates. Asanteni sana kwa kujiunga nami leo. Kama ni mara yako ya kwanza hapa, hakikisha umebonyeza kitufe cha subscribe, like na washa kengele ili usikose updates zetu muhimu za Pi na teknolojia ya blockchain kwa wakati. Leo tutaangalia presentation ya Dr. Changdao Fan iliyofanyika Singapore ambapo alizungumzia mustakabali wa sarafu za kidijitali na mwelekeo muhimu wa tasnia kutoka kwenye hatua ya liquidity kuelekea matumizi halisi na jinsi Web3 inavyoweza kuunda ubunifu endelevu. Mada kuu ilikuwa ni mustakabali wa sarafu za kidijitali kutoka kwenye liquidity kuelekea matumizi halisi njia za Web3 kuelekea ubunifu. Video hii itafuatia mtazamo wa Dr. Changdao Fan ikileta ufahamu wa kina kuhusu AI blockchain, na jinsi jamii ya watumiaji inaweza kushiriki kikamilifu katika ubunifu wa kidijitali. Habari za mchana wenu wote, asanteni kwa kujiunga nami leo. Ningependa kushiriki nanyi mawazo yangu kuhusu mustakabali wa sekta yetu, mwelekeo wa tasnia ya kripto, jinsi inavyounganika na akili bandia AI, na changamoto na fursa zinazotukabili mbele yetu. Leo nitazungumzia juu ya kampuni kwa mtazamo wa jumla kisha nitapunguza mwendo ili nishiriki mawazo yangu binafsi kuhusu mustakabali wa hapo awali, kuchambua mitindo ya sasa ya sekta na changamoto zake, kile tunachopaswa kukipa kipaumbele na nini kinachotuzuia kufika pale tunapohitaji. Tunapozungumzia kuhusu mustakabali wa kripto, hatuwezi kuepuka pia kuzungumzia mustakabali wa dunia. Na kwa AI ni vigumu kubisha kwamba dunia yetu ya baadaye haitaendeshwa na AI. Lakini pamoja na msisimko wote unaoletwa na AI, pia inaleta wasiwasi kwa jamii. Mfano, nafasi ya kazi za binadamu. Kadiri AI inavyosonga, thamani ya kazi ya binadamu katika uzalishaji inapungua. Wakati huo huo, kazi za binadamu zimekuwa msingi wa jamii kwa karne nyingi. Iwapo kazi ya binadamu itapoteza umuhimu, je, jamii itaendeleaje? Hata hivyo, AI pia huenda ikaibua ajira nyingi zaidi kuliko zilivyowahi kuwepo. Swali ni tunawezaje kuhakikisha hili linafanyika kwa usawa na upatikanaji kwa wote? Haya ndiyo maswali yanayowahusu kila mmoja wetu na kizazi chetu kinapaswa kuyajibu hivi karibuni, na hapo ndipo blockchain inaingia. Kwangu mimi makutano kati ya AI na blockchain, teknolojia mbili changa lakini zenye nguvu ndipo suluhisho linapopatikana. Thamani kuu ya blockchain ni kusambaza, kudumisha na kusawazisha usawa. Uzalishaji unaotokana na AI na thamani inayozalishwa vitahitaji mfumo wa usambazaji ulio scalable, rahisi kupatikana na unaoaminika, na blockchain ndiyo inayoleta hilo. Tukirudi kwenye mitindo ya sasa ya teknolojia, tumeshuhudia uvumbuzi mwingi katika miundombinu na usanifu, lakini bado mifumo ile ile inayotumika kuwatenga watu, kupendelea taasisi na wenye uwezo ipo. Watu wamechoka kuachwa nyuma na kuingia sokoni wakiwa wa kuchelewa. Wanataka kushiriki mapema na kushiriki kwa masharti ya haki. Hii ndiyo ari ambayo blockchain inaonyesha, hamu ya umma kushiriki katika dhana mpya za dunia. Je, hii inasikika kama kitu tulichowahi kushuhudia? Ndiyo sababu naamini blockchain ni suluhisho lenye urefu na upana kwa kushughulikia changamoto na thamani zitakazozalishwa na AI. Hata hivyo, kuna tatizo kubwa. Kwa sehemu kubwa, hakuna thamani halisi inayozalishwa. Kuna mifano michache, lakini mara nyingi hakuna ongezeko halisi la uzalishaji mpya. Badala yake mambo mengi yamekuwa kubashiri tu, NFTs, meme coins na mitindo inayozungusha thamani iliyokuwepo bila kuleta matumizi mapya. Ndiyo maana tunapaswa kuhama kutoka kwenye mtaji wa haraka liquidity kwenda kwenye matumizi halisi utility. Kimsingi kuna njia mbili kuu cool tu: kwanza kuhamisha uzalishaji uliopo kwenda kwenye blockchain, na pili kuunda uzalishaji mpya kabisa moja kwa moja ndani ya blockchain. Kwa lile la kwanza, kuhamisha uzalishaji uliopo kwenye blockchain, hii inahusu mchakato kama vile tokenization ya mali halisi, staking na uhamishaji wa umiliki. Changamoto kubwa hapa ni KYC na uthibitisho wa utambulisho. Kile ambacho Pi imefanya ni kutatua tatizo hili la mwanzo, kuwezesha mali halisi kuingia kwenye blockchain kupitia mfumo wa KYC wa asili. Mfumo huu unashughulikia karibu maeneo yote na unaweza kupanuka hadi viwango vikubwa, tayari ukiwa umethibitisha utambulisho wa zaidi ya watu milioni 15 kati ya watumiaji wote hai. Hii ina maana kwamba blockchain ya Pi katika mainnet tayari ina mfumo wa KYC. Jambo linaloiweka tayari kwa huduma zozote za Web3 au huduma za kifedha kuunganishwa ndani yake. Lakini leo nataka kuzingatia zaidi upande wa pili, kuunda uzalishaji mpya moja kwa moja kwenye blockchain. Kwa nini? Kwa sababu kuhamisha uzalishaji uliopo kunakabiliwa na changamoto nyingi, utegemezi mkubwa wa kanuni za nje, mifumo ya zamani na taratibu ambazo tayari zipo nje ya blockchain. Ndio maana ninataka kuhimiza na kusisitiza kuundwa kwa uzalishaji mpya wa kidijitali, na katika hili Pi tayari imechukua hatua kubwa. Kwanza, Pi imeunda jamii kubwa yenye watumiaji hai zaidi ya milioni 60. Hawa si tu waliopakua app, bali ni washiriki hai. Kama wewe ni mbunifu wa bidhaa, unajua umuhimu wa kuwa na watumiaji wengi. Unahitaji watumiaji wengi kupima na kutoa mrejesho unapotengeneza bidhaa unahitaji mtandao wa watumiaji kukuthibitishia kama bidhaa yako kweli na tatua tatizo. Hilo ndilo mazingira ambayo Pi imeunda. Pili, Pi imeanzisha mipango ya AI. Tunajua AI itabadilisha dunia na programu tunazotumia leo zitakuwa tofauti kabisa kesho. Kwa kuwa tunajua kutakuwa na kizazi kipya cha programu zinazoendeshwa na AI, kwa nini tusiziunde moja kwa moja kwenye blockchain? Kwa mtazamo wangu, huu ni muda mfupi wa fursa. AI imeleta mapinduzi makubwa, lakini bado programu zake zipo hatua za awali. Hii inatupa nafasi ya kuzijenga moja kwa moja kwenye blockchain kuanzia siku ya kwanza. Tukichelewa, AI itajengeka nje ya blockchain na nafasi hiyo ya msingi itapotea. Hapa ndipo umuhimu wa mtandao mkubwa wa kijamii unaojengwa na, na jamii unaonekana. Kila jukwaa iwe la AI au sio, linahitaji watumiaji. Tunataka programu za AI zianze moja kwa moja kwenye blockchain ili miundo mbinu inayofuata ijengwe kwa misingi ya usawa na uwazi. Hatua ya pili kubwa ya Pi katika AI ni kuzindua Pi Art Studio. Hii ni jukwaa lililotengenezwa ili kusaidia watu bila maarifa makubwa ya kiteknolojia kuunda na kusambaza programu kwa urahisi. Tofauti na mazingira ya kawaida yanayohitaji utaalamu wa coding, Pi Art Studio inawawezesha watu kutumia interface rahisi kupeleka programu zao mtandaoni kama huduma hii hubadilisha mawazo kuwa bidhaa na bidhaa kuwa biashara, kwa kuwa pia inatoa upatikanaji wa wateja ndani ya Pai. Kwa njia hii tunaunda njia mpya ya watu kutumia AI kujijengea, kumiliki na kuendesha biashara za mtandaoni. Ni mfano mpya wa uzalishaji ambapo binadamu hutegemea AI kuunda thamani na blockchain huhakikisha thamani hiyo inabaki mikononi mwa watu binafsi badala ya mikononi mwa mashirika machache makubwa. Sasa nikirudi kwenye mtazamo wa juu wa sekta kama nilivyosema, tunapaswa kusaidia watu kuunda thamani halisi. Hapo ndipo teknolojia kama DeFi itakapokuwa na maana ya kweli, lakini hapa ndipo tunakumbana na tatizo kubwa, tatizo hili linalotokana na kile ninachokiita nguvu kuu za DeFi. na maanisha nini? Nguvu za DeFi zipo kwenye uwezo wake wa kuunda mifumo ya motisha, lakini mifumo hiyo hiyo ya motisha mara nyingi huziba njia ya uvumbuzi na ujenzi wa matumizi halisi. Kwa nini? Kwa sababu watu kwenye kripto wana haraka mno na hawana subira. Mjenzi akipewa chaguo mbili, kuachia tokeni ya kubashiri kupata pesa nyingi haraka na kuvutia umati, au kufanya kazi ngumu ya kujenga bidhaa halisi yenye matumizi inayohitaji miaka ya juhudi, wengi huchagua lile la kwanza. Uundaji wa thamani daima ni mgumu zaidi kuliko uchukuaji wa thamani. Kuunda thamani ya kweli kunahitaji uvumbuzi, muda, bidii na uvumilivu lakini utamaduni wa sekta yetu unaleta msukumo wa faida za haraka zisizo na jitihada kubwa. Ni nani basi atakayebaki kufanya kazi ngumu? Hii ndiyo sababu nasema nguvu kuu za DeFi kwa sasa hazijaelekezwa ipasavyo. Badala ya kuwezesha uundaji, mara nyingi zinachochea kubashiri. Hali hii pia huathiri mgawanyo wa rasilimali, vipaji na mwelekeo wa tasnia. Nguvu nyingi hupotezwa kwenye mbio za muda mfupi badala ya kutatua matatizo ya muda mrefu. Kwa hiyo tunahitaji sio tu kufanya DeFi ipatikane kwa wote, bali pia kuhakikisha zana zake zinatumiwa kujenga matumizi halisi, kwa sababu utility ndiyo kanuni ya kudumu. Miduara ya kubashiri huishia. Njia pekee ya sekta hii kuunda thamani halisi ni kwa kujenga matumizi. Ndio maana naamini blockchain, ikielekezwa ipasavyo na kuunganishwa na AI na uundaji wa thamani halisi, inaweza kuwa nguvu ya kweli ya mageuzi na leo tunatoa zana za kusaidia maono haya. Mamilioni ya watumiaji tayari wanashiriki kwenye testnet, wakijaribu DEX, AMM, liquidity pools na token creation. Vifaa hivi vipo live kwa majaribio na kwa ajili ya kuelimisha jamii, kuongeza uelewa wa kifedha na kuandaa kila mmoja kushiriki ipasavyo katika mfumo huu. Tupo hapa na tunatoa wito kwa tasnia nzima kutoa motisha kwa ujenzi wa thamani, sio tu kubashiri, ili kwa pamoja tuufanye mustakabali wa sekta yetu kuwa bora. Asanteni sana.